Wewe mwenyewe ulitenga jamii hizi mbili, zikaomba kwa siku hii, yamekuja kutimia yale wewe mwenyewe ulisema, ya kwamba dada ataacha jamii yake, ndugu ataacha jamii yake, wote wawili wataanza maisha yao kama mwili mmoja. Wako mbele ya madhabahu haya, ndugu Zefania nalo na dada Evelyn Ayuma, tunawabariki kama wachungaji wakati wanapoanza maisha haya watakutegemea wewe katika kila jambo, na yote ambao wanaenda kukuomba katika maisha haya, Baba kutana na mahitaji yao. Watahitaji watoto, watahitaji wajukuu, watahitaji mali. Katika familia hii tunatangaza kwamba mali yote ni mali yako Mwenyezi Mungu, nawo unaenda kuwagawia waweze kuona utukufu ukisimama katika familia yao tutasema ni asante, asante kwa ndugu huyu, asante kwa dada huyu, asante kwa wote mashahidi ambao tumefika hapo. Kwa baraka kwa jamii hii, endelea kuwasimamisha na malaika matakatifu ya wazingire, waondoka hapo na waingia hapo. Mwenyezi Mungu utakuwa kinga yao katika kila hali, utaziba mianya yote shetani anaweza tumia, ili kuja kukoroga familia hii sisi tunawatakia heri, heri njema katika safari hii. Asante kwa maana utakuwa Mungu wao, utawaongoza. Maana ulisema alichounganisha Mwenyezi Mungu na binadamu asipate nafasi ya kukitenganisha. Tunajua ya kwamba unajenga ua lililo imara katikati ya hawa wawili, ili maadui wasiwaone, bali utawapa marafiki walio na nia njema kuomba nao na kusimama nao katika maombi na imani. Asante kwa maana unawabariki. Mimi kama mchungaji nawabariki, kanisa hili linawabariki. Popote pale watakapotembea, wacha watembee na baraka. Mahali popote pale watakapokanyaga, wacha iwe ni teritori yao, na usimame nao katika imani, na ni kwa ushindi wa Kristo aliye mwombezi wetu, amen. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwa niaba ya African Divine Church kwa niaba ya African Divine Church executive Kazo, kwa niaba ya askofu wetu mkuu, kwa niaba ya wote ambao tumefika hapa, nachukua fursa hii chini ya mamlaka ya Mwenyezi Mungu kuwatangaza ndugu Zefania Analo na dada Evelyn Ayuma kuanza safari yao kama mume na mke, na sote tuwashangilie.